mmoja kutoa ahadi na rai kwa serikali na wananchi wote wa Tanzania kwamba tutaendelea kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Mwanza na nchi nzima kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwa uhuru na kwa haki siku ya tarehe 29 Oktoba 2025. Tunawahimiza wananchi wote kutumia haki yao ya, ya msingi ya kupiga kura kwa kumchagua rais wa bunge na madiwani katika ngazi zote kwa upendo, busara na uwazi. Baada ya kumaliza zoezi la kupiga kura, tunawasihi sana wote warejee majumbani kwao kwa utulivu, bila vurugu na bila maneno ya chuki, ili kudumisha taswira njema ya taifa letu ambalo ni taifa la amani. Aidha, tutaendelea kwa sala, dua na maombi, tukimuomba Mungu aibariki Tanzania, aendelee kutupa hekima umoja na amani katika kipindi chote cha uchaguzi na hata baada ya hapo. Tukumbuke kwamba amani ni nguzo ya maendeleo, umoja ni nguvu, na upendo ni suluhisho la kila changamoto, na tuombe vyombo vyote vinavyosimamia uchaguzi. Kwa pamoja, tudumishe amani, ushikamano na upendo kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Kwa hiyo sheria zinawekwa ili kuimarisha mfumo wa utoaji wa haki. Pale haki inapokosekana, pale wajibu usipokuwepo, ndipo misingi hiyo ya kisheria inafanya kazi ili kustawisha haki na upatikanaji wa amani katika nchi yetu. Mwisho nimalize kwa kusema amani inapotoweka au opposite ya kutokuwepo kwa amani ni uwepo wa vurugu, uwepo wa vita. Lakini viongozi hapa nimesikia mkisema katika vita siku zote hakuna mshindi. Yako mataifa makubwa yalidharau mataifa madogo, wakaingia kwenye vita. Leo tunashuhudia mwaka watatu wanapigana, rasilimali fedha, rasilimali vifaa, watu wanapisha lakini hakuna alishi mwisho. Wao wenyewe wanasema tusaini mikataba ya amani, wanarudi kule kule katika misingi ya ujenzi wa amani. Kwa hiyo sisi kama taifa, kama wana Mwanza, hatuna haja ya kufika huko kwa sababu hakuna faida ya kufanya hivyo, lakini Nimalize kwa kusema wazi, naibu waziri mkuu anausemu unaosema watu ni wale wale. Sisi hapa tuko katika ukumbi huu, wengi ni viongozi wa dini aparendhaa, kama nchi ya kidemokrasia. Kwa tunapoingia katika uchaguzi wa mwaka huu, mtu yote ambaye ni Mtanzania ana zaidi ya miaka 18 ana uhuru wa kutendea haki yake ya kidemokrasia kwa kujichagulia kiongozi ambaye anaona ya kwamba anamfaa, mwenye sera za kweli anayeweza kusaidia taifa hili, na mtu ambaye ameprovu kwa sababu ya matendo na mwenendo wake ya kwamba anafaa kutuongoza. Kwa hiyo niwataka viongozi ni wenzangu na wananchi wote wa Tanzania, popote pale mnapolisikia, ya kwamba tutumie uhuru wetu kwa kutumia fikra sahihi, kwa sababu uhuru wa kweli ni mimi nipate nafasi ya kumteua mtu ambaye ataniongoza na mtu ambaye ninasadiki ya kwamba nikimpa nafasi hiyo, kwanza ana vitu vya kuonyesha amevifanya, lakini pili, msingi na sera na fikra zake zinatekelezeka na zimetekelezeka. Uhuru huo tuna wajibu wa kuutumia tunapoendea uchaguzi. Jambo la pili, sisi cheza pamoja katika nchi moja iitwayo Tanzania, ndugu yetu na Said Muhammad Mtanda, Mheshimiwa, mi niseme ld mzalendo, mzalendo wa kweli ambaye kwa hakika Watanzania wala Mwanza wala Kanda ya Ziwa tunapofanya zoezi hilo la kupiga kura, tunapowasisitiza watoke, basi tuhakikishe kila mtu anayelinda hiyo amani anashiriki katika upendo wa Watanzania na anafanya zoezi la haki yake ya kupiga kura. Tanzania yetu iendelee kusimama katikati ya mataifa. Tanzania yetu iendelee kulea imani zote za dini. Nchi yenyewe na serikali yenyewe haina dini, lakini imeruhusu amani, imeruhusu uhuru mkubwa wa watu wa dini zote, imani zote, tofauti zote kuendelea kumwabudu Mungu wao amani, watu wengi wanazidi kujifunza hapa.